Ndugu wanahabari, sisi mawakili wa TLS e, tuko hapa e, kuongea nanyi hasa kuhusu mwenendo wa mashauri mbalimbali mbali ya kijinai ambayo yameendelea kufunguliwa katika mikoa mbalimbali mbali kote nchini e, yakiwahusu Watanzania mbalimbali baada ya uchaguzi mkuu e, wa 29 Oktoba mwaka huu. Na kama nakumbuka, ndugu, ni kwamba wanahabari, tarehe saba ya mwezi huu wa Novemba tulianza kuona katika mikoa mbalimbali watu wengi wakifikishwa mahakamani, wengine kwa makosa ya uhaini, wengine makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha, wengine kwa makosa ya uharibifu wa mali, wengine kwa makosa ya kufanya fujo na baadhi kwa makosa ya kula njama na mpaka sasa tumekaa sisi mwakili, tumefanya utafiti na tumebaini kwamba mpaka ninapozungumza kwa maana ya leo, watumiwa mbalimbali katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Iringa, Mara, Mwanza, Arusha, Njombe na Kilimanjaro na Kigoma wamefikishwa mahakamani na tumepata habari pia e, mchana huu kwamba baadhi pia wamefikishwa mahakama e, mahakama ya wilaya mkoa wa Mbeya e, masaa machache yaliyopita. Na watumia wengi ndugu walicho habari, ambao mpaka hata dakika wameshafikishwa mahakamani ni vijana wadogo kati ya miaka 19 e, mpaka 25. Ndugu na habari, baada ya mashauri yao kuanza kufunguliwa tulikaa na kufanya tathmini ambapo tulibaini kuwa watumia walio wengi uelewa wa kisheria ni mdogo na wengi hawana hata uwezo wa kulipia gharama za mawakili kwa ajili ya kuwakilishwa kwa, kwa mujibu wa ibara ya 13 ibara ndogo ya sita a, ya katiba ya Tanzania ya mwaka sabini na, na saba. Hivyo basi sisi mawakili wa TLS tumeamua kujitolea kutoa msaada wa kisheria ikiwemo kuwawakilisha mahakamani watuhumiwa wote waliofikishwa mahakamani tarehe 7 ya mwezi Novemba ambao wataendelea kufikishwa mahakamani pia na wale ambao wataendelea kufikishwa mahakamani siku hadi siku eh, bila malipo na bila mashariti yote. Kwa hiyo Watanzania wote ambao mpaka dakika wameshafikishwa mahakamani tutawasaidia kwa kuwatolea msaada wa kisheria kuwakilisha mahakamani, kuwatembelea magerezani huko waliposegerea kwa hapa Dar es Salaam na ambao wanaendelea kuchukuliwa na polisi bila gharama yoyote na bila mashariti yote, kwa sababu ni Watanzania haki hiyo. Sasa, ndugu na habari, tuangalie idadi ya watumiwa waliokuwa wanashikiliwa katika mahabusu mbalimbali nchini e, mpaka sasa inakadiriwa kwamba Dar es Salaam pekee zaidi ya watumia mia nne walikamatwa. Kwa maana ya mkoa Dar es Salaam pekee yake watu mia nne plus walikuwa wanashikiliwa katika vituo mbalimbali vya polisi hasa kituo cha polisi Oysterbay. Mkoa wa Mwanza watu katakiwa mia mbili, zaidi ya mia mbili na kati yao, nafikiri ni 72 wamefikishwa mahakamani. Kilimanjaro kama 312 ambapo kati yao 300 wameshaachiwa na mabaki ya watumiwa 12. Eh, katika mkoa wa Tabora tunao watumiwa watano wanaoshikiliwa mpaka sasa ambao walikuwa wanashikiliwa. Mkoa wa Mbeya zaidi ya watumiwa mia tatu, mkoa Njombe zaidi ya watumiwa kumi, mkoa wa Songwe zaidi ya watumiwa 200 na mkoa wa Kigoma zaidi ya watuhumiwa kumi walikuwa watu wa wameshikiliwa na kati yao kumi na moja, eh nafikiri washapelekwa mahakamani. Ndugu wanahabari, baadhi ya watuhumiwa walikwisha fikishwa mahakamani na baadhi yao bado wanaendelea kufikishwa waendelea e, kushikiliwa katika mahabusu mbalimbali za polisi nchini. Katika watuhumiwa wote a wapo walita kabla ya uchaguzi mkuu kwa kwenye ya makundi ya watumiwa hapo makundi aina tatu. Kundi la kwanza kuna ambao walishikiliwa kabla ya tarehe 29. Kwa maana tarehe moja, mbili, mpaka tarehe 28. Kundi la pili ni siku ya uchaguzi wenyewe kwa maana ya tarehe 29. Na kundi la mwisho tuna makundi ya watu ambao wamekamatwa baada ya uchaguzi kwa maana ya tarehe 30, 31, tarehe moja, mpaka leo bado kwa baadhi ya watu ya watumiwa ambao wanaendelea ku, eh, kukamatwa. <coughs> Ndugu e, zangu ni kwamba e, mpaka sasa baadhi yao tuwatembelea katika vituo mbalimbali vya polisi na tumeshuhudia mamia ya vijana wakiwa wamejazana katika vituo hivyo. Kwa baada ya kubaini kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanaendea kushikiliwa, sisi kama mawakili hatukulala nyumbani. Tuliwatembelea katika vituo hivyo vya polisi kwa mfano Dar es Salaam. Tumetendewa stabei. Tumeona vijana pale wengi. Tumeenda vituo ya polisi kama Mburahati kunatumiwa pale na ameshuhudia wengine wakifikishwa mahakamani e, mapema mwishoni mwa juma lililopita. Sasa, ndugu zangu wanahabari, tuangalie mpaka sasa idadi ya watu ambao wameshafikishwa mahakamani e, katika mikoa mbalimbali kote nchini. So ni muhimu pia mkapata taarifa, ndugu wanahabari. Ni vyema e, mkajua mpaka sasa ni watumiwa wangapi e, wameshafikishwa mahakamani na kwa makosa gani ili mkaihabarishe umma wa Tanzania kama inavyooneshwa katika jalada lifuatalo. Dar es Salaam tunatumia mpaka saizi 240 ambao wote tumazao ni uhaini, hapa kurudia hapo, Dar es Salaam tunatumia 240 ambao wamefikishwa mahakamani kwa maana mahakama Kisutu kwa tuma za uhaini. Mkoa wa Mwanza tunao tumiwa 172 ambao na tuma za unyang'anyi wa kutumia silaha uchomaji wa mali, uharibifu wa mali na kufanya vurugu. Dodoma tunatumia thelathini na mbili ambazo tuhuma zao ni uhaini na ta, wote oh, wameshafikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Dodoma kwa, tu, eh, kwa hatua za awali kwa maana ya wanaita mwenendo kabili. Kigoma tunatumia kumi na moja wamefikishwa mahakamani kwa tuhuma za unyang'anyi wa kutumia silaha kwa maana ya Kiingereza wanaita armed robbery. Iringa, watu 89 ambao wamefikishwa mahakamani, mahakama ya hakimu mkazi Iringa jana kwa tuma za uhaini na unyang'anyi wa kutumia silaha. Njombe, watu 9 ambao wamefikishwa mahakamani Ijumaa iliyopita kwa tuma za uhaini. Arusha, baadaye tutathibitisha rasmi lakini tunataka bani eh, sio taifa rasmi, kwa hiyo mnaweza mkamaa kokote au mkatumia lugha ya jumla zaidi ya watu sitini. Huenda wakafikishwa mahakamani na, na baadhi ameshafikishwa kwa tuhuma za uhaini lakini bado hajapata hati ya mashtaka. Nimesikia atafikishwa mahakamani muda wote. Bunda, kwa maana ya mkoa wa Mara, watumiwa 29 ambao hawa watuhumiwa na tuhuma za uhaini. Tarime watuhumiwa tisa tuhuma za uhaini na mkoa wa Iringa kwa maana ya Mafinga watuhumiwa arobaini na tano na nao kwa tuhuma za uhaini. Sasa waandishi wa habari, jumla inafanya kuwa na watuhumiwa wa makosa yote hayo kwa maana ya uhaini, kutumia silaha kufanya fujo haribifu wa mali kwa maana ya uchomaji na haribifu wa mali, jumla watuhumiwa mia sita arobaini na moja mpaka leo wameshafikishwa katika mahakama mbalimbali kote nchini katika mikoa ambayo nimewatajia. Tuko na habari kutokana na makosa mengi yanayowakabili watuhumiwa kutokana na dhamana ma, mambie, makosa ni kwamba ni kwamba, waandishi wa habari, niwaambie ambayo tumeyasema hapa takribani yote hayana dhamana. Ni makosa ni ambayo kwa mujibu wa sheria za nchi yetu uhaini na makosa mengine hayadhaminiki. Baada ya mashtaka yao kusomwa mahakamani, watuhumiwa wote walipelekwa mahabusu Dar es Salaam. Kwa mfano wapo Segerea, kwa Dar es Salaam nimesema huko e, katika gereza la Segerea e, adhabu ya juu kabisa ndugu wanahabari, ambayo watuhumiwa wanaweza kupewa kama atakutwa na hatia ni kunyongwa hadi kufa, kama kosa kama ya uhaini na, na, na, na adhabu inayofuatia kwa maana inayofuata kwa maana ya length ni kifungo cha jela maisha. Makosa kama ya armed robbery unafungwa maisha, na adhabu ya chini kabisa ya makosa haya e, kama kwa a makosa kama ya arson uchomaji wa, wa mali ni kifungo cha jela miaka 30. Hivyo basi kutokana na uzito wa adhabu hapo, hivyo basi kutokana na uzito wa adhabu hizo tunaahidi sisi kama wakili kutoa huduma ya utetezi inayostahili na kwa ukamilifu wake kwa mujibu wa sheria za nchi yetu kwa watumia wao sasa.